wa Global TV natamani ni lale ni lale angalia anavyojigeuza yani ni magodoro yenye ubora wa hali ya juu kampuni ya Tanfoam inatoa bidhaa nzuri kabisa zenye quality. kwa wewe ambaye unataka nikutangazie biashara yako Catherine Kahabi niko hapa unaweza ukanipigia kwa namba yangu 0760 687 0707 nasi tutakutangazia matangazo yenye ubora kama hivi angalia Hizi ni bidhaa za Tanfoam ni magodoro haya. Hapa tunaye meneja wa kanda wa kampuni hii anaitwa Bwana Hussein Mambo? Safi, mambo vipi? Hali vipi? Nzuri. Ongereni kwa bidhaa bora. Asafi kabisa, asante sana. Hivi, nini siri ya mafanikio makubwa ya kampuni yenu ya Tanfoam, na nini siri mtazamaji kama wewe ambaye ufahamu kampuni hii imedumu, viwanda hivi vimedumu kwa takriban miaka hamsini sasa. Nini siri mpaka imedumu hivyo? Imedumu kampuni kwa sababu ya ubora wa bidhaa zetu ambapo ni nzuri na inajulikana Tanzania, Tanzania nzima kwa sababu Tanfoam tupo kwenye soko 52 years since it started in the market. Kwa hivyo ubora wa bidhaa zetu ndio ina, inafanya watu waamini hiyo jina ya Tanfoam inajulikana mpaka leo. Na mtazamaji, hebu angalie surprise. Tugeuke nyuma wanasema Alinunua babu, babu mpaka mjukuu mjuku, analitumia. Angalia <laughs> huku kauli mbiu ya Tanfoam, na ni kweli miaka hamsini na mbili si kitu kidogo, inakimbizana kampuni hii inakimbizana na miaka ya uhuru wa nchi yetu ya Tanzania. Okay. Kwa wale ambao wanataka labda kuwapata mahoteli, pengine mashule, kuna wengine watataka wachukue magodoro kwa jumla kwa ajili ya boarding schools mahoteli, lodges, guest houses, hivyo inakaaje? Wanawapataje? Sisi bidhaa zetu utakuta zipo, tuna wakala wengi ambapo wapo Kariakoo, Uhuru. Ukienda pale Tegeta, kuna wakala wetu Uki, ukienda Masaki tunafungua baada Sabasaba tukishamaliza mm -hmm. na bidhaa zetu ambapo uki, ukienda kutafuta viwanda ipo Arusha mm -hmm. lakini godown yetu o hapo, hapo, iko Vingunguti ambapo bidhaa zote inazipatikana kwa pale okay, mtazamaji wa Global TV kampuni ya Tanfoam, hata mahospitali mnakaribishwa. Nikisema mahospitali mnakaribishwaje, simaanishi magodoro haya makubwa. Kwa mfano, hebu fuatana nami hapa ni mito ambayo imetengenezwa special kwa ajili ya wagonjwa wale wanaosumbuliwa na miguu au wamepata ajali, kwa hiyo pengine wakilazwa vitandani wanalala kama hivi. kwa hiyo hata kama wewe e, ni mgonjwa ama kwa wale mahospitalini mnaotaka, bidhaa hizi zinapatikana Tanfoam peke yake. Lakini kama haitoshi mtazamaji, kuna mto huu hapa. Hii ni mito imetengenezwa kwa ajili ya wale wanaosumbuliwa na matatizo ya uti wa mgongo, au sometimes umetoka kazini kwako ofisini kwako kwenye shughuli zako, umechoka, unataka kurelax. Ni rahisi sana mtazamaji, unachotakiwa kufanya ni hivi tu Unakaa chini ya yes, sakafu yako halafu unaweka hivi, mgongo unanyoka kabisa vizuri kabisa pasipo shida iyoyote. Kwa wewe ambayo unataka tukutangazia biashara yako au kupata basi eh, bidhaa hizi hebu wasiliana nami. Lakini kwa wale unataka kwa wale ambao mnataka niwafanyie matangazo, lakini kwa wale ambao mnataka kupata bidhaa hizi, mnawasiliana na Mr. Hussein. Mr. Hussein, hebu watajie tena namba zako. Sisi hata ukitoka hapa kwenye stand yetu utakuta kuna brochure, utapata ni namba ni 0789, ukwatazame watazamaji, 0789 210 210, rudia tena, 0789 210 210, rudia tena, 0789 210 210 mwisho. Yeah, sure. <laughs> ya mwisho sufuri, saba, nane, tisa, miambili na kumi, miambili na kumi. Okay. magodoro gani mengine mnatengeneza godoro? Sisi tunatengeneza ni zile za kawaida, alafu zile ambapo ni density shinane na kuna zingine ambapo ziko za high density. Kwa hivyo ukitaka mtu ambapo ana shida ya gongo anaweza kapata Tanfopedic ambapo size yote ukipata unatengenezewa. Kuna hizi ambapo zinaitwa lolita za spring za premium ambapo chini unaona zinapatikana design hizi yeah. Na kuna visco premium ambapo ni kiwango cha juu kabisa, zile za high quality kabisa. Okay okay. Yeah. Mtazamaji wa Global TV, kwa wewe ambaye unataka tukutangazie biashara yako, nipigie sasa hivi jamani. Catherine niko napatikana hapa kwenye viwanja vya Saba Saba. Nitwangie hewani 0687007007. Lakini kwenye mitandao yetu ya kijamii kwenye website yetu tunatumia www.globalpublishers.co.tz.